Omari Kapilima mwalimu mkuu wa Ken Gold hapa kwa ajili ya kupambana na wenzetu wa Coast. Tumefika hapa jana, kwa hivyo hatuna muda tena kupoteza, so tutakuwa si na training jioni, kwenye mazoezi ya mwisho ili kuweza kupata matokeo kwenye mchezo kesho. Namna ambayo tumejipanga, tumejipanga, tumejipanga, timu ina hali nzuri, nafikiri tumejipanga vizuri, vizuri, vizuri kuweza kupata matokeo kwenye mchezo kesho, ili sisi tunaamini. Coast, Coast kweli wenzetu, wako wako lakini kidogo juu, kwa hivyo tunaheshimu Coast, wana mwalimu mzuri na